Je, yeah, unahisi kama ulimwengu mzima umegeuka kukupinga? Kila unapojaribu kupiga hatua moja mbele, unahisi unarudishwa nyuma hatua tatu. Pesa zinapotea, marafiki wanakukimbia, na hata nafsi yako inaanza kutilia shaka uwezo wako. Sikiliza kwa makini. Hali hiyo unayopitia siyo laana, na wala siyo ishara kwamba umefeli. Kinyume chake, hiyo ni ishara kubwa zaidi kwamba Upo kwenye milango ya ushindi wako mkuu. Katika video ya leo, nitakufunulia vita saba ambazo ukiona zinaanza kukupiga kwa nguvu, jua kabisa malaika wa mafanikio yako yuko mlangoni. Watu wengi hukata tamaa wakiwa wamebaki mita mbili kufika kileleni kwa sababu hawajui siri hizi. Ukielewa vita hizi, utabadilisha maumivu yako kuwa nguvu. Na hakikisha unabaki nami mpaka vita ya saba, kwa sababu hiyo ndiyo vita ngumu zaidi na ndiyo inayotofautisha kati ya matajiri na watu wa kawaida. Ukishinda hiyo ya saba, hakuna kitakachokuzuia hapa duniani. Kabla hatujaingia ndani zaidi, kama wewe ni mtu unayotafuta maendeleo, unataka kujenga uchumi wako na kuwa toleo bora zaidi ya nafsi yako, basi bonyeza button ya subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa hapa tunajifunza jinsi ya kushinda vita vya kimaisha na kufikia ndoto zetu. Pia nenda kwenye sehemu ya comment sasa hivi, naandika mimi ni mshindi. Hii itasaidia akili yako kuanza kupokea maarifa haya kwa ushindi. Namba moja, vita ya ndani, the internal battle of self-doubt. Vita ya kwanza kabisa inayoanza kupamba moto unapokaribia kufanikiwa ni vita ya ndani ya nafsi yako. Ghafla unaanza kusikia sauti inayokwambia huwezi. Wewe ni nani hata ufanikiwe? Mbona fulani alijaribu na akashindwa? Hii kitaalamu tunaita imposter syndrome. Kwa nini inatokea sasa? Ni kwa sababu unakaribia kutoka kwenye comfort zone yako. Akili yako ya asili, subconscious mind, inaogopa mabadiliko hivyo inajaribu kukulinda kwa kukupa hofu. Ukiona hofu ya kushindwa imekuwa kubwa, jua kuwa unakaribia kufanya jambo kubwa ambalo hujawahi kulifanya. Usiogope hofu, itumie kama mafuta ya kukupeleka mbele. Namba mbili, vita ya watu wa karibu, the circle resistance. Ni vita kutoka kwa watu unaowapenda, ndugu, marafiki au wafanyakazi wenzako. Ghafla wanaanza kukucheka na kukukatisha tamaa. Hii inatokea kwa sababu unapoanza kubadilika unakuwa kama kioo kwao kinachoonyesha kuwa wao wamebaki nyuma. Wanakupiga vita si kwa sababu wanakuchukia, bali kwa sababu wanakuogopa. Ukiona watu wa karibu wanakupinga, hiyo ni confirmation kwamba njia unayopita siyo ya kawaida, ni njia ya mashujaa. Namba tatu, vita ya uhaba wa rasilimali, the resource drought. Yeah. Je, Umewahi kuona kuwa unapoamua kuanza biashara au mradi mkubwa, ndipo ghafla dharura za kifedha zinatokea: gari linaharibika, kodi inaisha, au mteja uliyemtegemea anaghairi. Hii ni vita ya rasilimali, ni mtihani wa ulimwengu kuona kama upo tayari kusimamia unachokitafuta. Mafanikio yanahitaji usimamizi stewardship. Ukiona rasilimali zinapungua wakati unahitaji kwenda mbele usilie, tumia akili ya ubunifu creativity. Hapa ndipo unajifunza kutumia kidogo ulichonacho kupata kikubwa. Namba ya nne, ni vita ya kukataliwa na milango kufungua, the battle of rejection and doors closing. Unaomba kazi hupati, unatuma proposal inakataliwa, unatafuta soko unagomewa, sikiliza Kukataliwa ni protection na direction. Wakati mwingine milango inafungua kwa sababu hiyo milango ni midogo sana kwa ukubwa wa ndoto yako. Ukiona unapigwa vita ya kukataliwa kila mahali, jua kuna mlango mkuu, master door, unaandaliwa kwa ajili yako. Usikubali neno hapana lizuie hatima yako. Namba tano, ni vita ya kuchafuliwa jina, character assassination. Unapokaribia kufanikiwa, utaanza kusikia maneno ya uongo juu yako. Watu wataanza kusema unatumia ushirikina, una dharau au umepata pesa kwa njia zisizo halali. Hii ni ishara kwamba brandi yako inakua. Hakuna mtu anayepiga mawe mti usio na matunda. Vita hii inakuja kukujaribu kama utapoteza muda wako kuwajibu wapumbavu au utaendelea kukimbiza ndoto yako. Simama kwenye ukweli. Mafanikio yako ndiyo yatakuwa jibu bora kwa maadui zako. Namba sita ni vita ya upweke, the battle of solitude. Utajikuta kuna wakati hakuna anayekuelewa. Hata marafiki zako wa zamani huna tena cha kuongea nao. Unahisi kama uko kisiwani peke yako. Hii ni sehemu ya mchakato. Kilele cha mlima hakina nafasi ya watu wengi. Mafanikio yanahitaji umakini, focus, na umakini unahitaji faragha. Huu upweke sio wa kudumu, ni kipindi cha wewe kujijenga kusoma na kuandaa mifumo yako ya ushindi. Furahia upweke huu, maana hapa ndipo sauti ya Mungu na maono yako inasikika vizuri zaidi. Namba saba ni vita ya uchovu na kutaka kukata tamaa, the final exhaustion. hii ndio ile vita niliyokwambia. Vita ya saba inakuja pale unapoona kama umechoka kuliko wakati mwingine yoyote. Akili imechoka, mwili umechoka, na moyo unakwambia basi, imetosha rudi nyuma. Kitaalamu tunaita the darkest hour is just before dawn, saa ya giza nene zaidi ni ile inayokaribu asubuhi. Vita hii inakuja kupima uvumilivu wako yani persistence. watu asilimia tisini hukata tamaa hapa, lakini wale asilimia kumi wanaopiga hatua moja zaidi licha ya uchovu, ndio wanaoingia kwenye orodha ya watu waliofanikiwa zaidi duniani. Ukihisi umechoka sana, usitope. Pumzika kisha endelea, uko hatua moja tu kutoka kwenye ushindi wako. Baada ya kuziona vita hizi saba, swali ni unafanya nini? Kwanza, badilisha mtazamo wako, mindset. Usione vita kama kikwazo, vione kama gym ya kujenga misuli ya mafanikio yako. Pili, ongeza maarifa, soma vitabu tafuta mentors, na endelea kufuatilia channel kama hii. Tatu, kuwa na nidhamu ya chuma, usiongozwe na hisia, ongozwa na malengo yako. Kama video hii imekupa nguvu na mwanga mpya, basi usiondoke bila kuacha like. inatusaidia sana kufikisha ujumbe huu kwa watu wengi zaidi wanaohitaji kutiwa moyo. Na kama bado huja subscribe fanya hivyo sasa hivi. Swali langu kwako leo ni ni vita gani kati ya hizi saba unahisi unapigana nayo kwa sasa? Niandikie hapo kwenye comment, mimi nitapika kusoma na kukujibu ili tusaidiane kuvuka. Kumbuka, unapopigwa vita, maana yake wewe ni tishio kwa umaskini na kushindwa. Usisimame. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video inayokuja. Kumbuka, wewe ni mshindi. Peace.